Nataka kufahamu TCCIA uh, imechangia vipi kuhakikisha kwamba wafanyabiashara wale wadogo na wakati kwa maana ya SMEs uh, wananufaika na fursa za kiuchumi ambazo ziko hapa. Asante, sisi kama chemba wafanyabiashara, kama nilivyosema, kazi yetu kubwa sisi mm. ni kuunganisha wafanyabiashara wadogo wasizi kati na wakubwa kuweza kupata fursa za masoko mm, lakini kuweza kupata fursa zingine tunaita partnership okay, inawezekana kuna mtu yuko nje anatamani kuja kufanya biashara ya kufungua kiwanda cha sukari, mm -hmm. ama kiwanda cha mbolea ama hata masuala madawa k mm -hmm. Sisi kama chemba tunamchukua yule mtu lese, anatoka Urusi, mm -hmm. anatoka Urusi, anatoka labda Ukraine anakuja hapa akija hapa sisi kama chemba tunaangalia kwenye database, nimeambiwa kwamba tuna members zaidi ya elfu thelathini nchi nzima mm. nani yuko memba katika eneo hili ili tuweze kumkutanisha na yule ambaye ameonyesha interest, labda kwenye kilimo, labda kwenye mbole mm. tunamuunganisha, kwa hiyo wanapata fursa kama hiyo ya kupata partnership na wanaanzisha kiwanda mm. na wanafanya biashara, lakini kama hizo information za biashara ninavyosema, masoko yako wapi, nini kinahitajika mm. ukienda sasa hivi Njombe haya maparachichi mm. ofagada yanaoza ukienda kule Ufungilo, Lushoto, kuna matunda anauzia chini, lakini kuna nafasi na kuna uhitaji wa masoko ya matunda na mbogamboga -mboga, la soko kubwa, ukienda kulishika soko la Brussels, maanake umezishika karibia nchi zote za union zaan Jerumani. Mfano hizo taarifa za kibiashara za matunda, sisi kama chemba ndo kazi yetu kuwapelekea wanachama na, na wafanyabiashara jamani, na fursa ya matunda kuna fursa ya viungo mm. na kama niliwaambia siju ya mfano wa, wa, wa, wa vifu mm. Kwa hiyo watu wanachangamkia, lakini sisi pia kama chemba kazi yetu tunafanya, kuna kitu kinachoita public private dialogue. ni ma, majadiliano mm. ya, ya, ya changamoto na fursa za kibiashara. Kwa hiyo tunakuwa tunazifanya katika ukanda mm. au kwa mikoa. Kwa hiyo tunaenda tunaenda uh, kanda ya ziwa, tunakusanya wafanyabiashara katika hizo ngazi zote mm. tunawapa sasa hizo bwana mnatembea moto gari wanazisema. Haya, sisi tunaoletea fursa moja mbili, ta mfano sasa hivi tuna wenzetu, tunawashukuru sana, wanaitwa Agra mm -hmm. E -development partners wetu wanatusaidia katika kutoa advocacy elimu na awareness hususan kwa wafanyabiashara biashara wanawake na vijana wanaofanya katika cross border business. Kwenye biashara wanaofanya mpakani orili tunduma sirali na manga. Na manga. Mm -hmm. Hey, wanafanya wana, wanafanya kutupa elimu sisi kama chemba wanatutumia akina wakusanye mama okay, na vijana wale wanaofanya biashara kati ya boda na boda kwa mfano mm, wanafanya biashara ya matunda, mchele, maharage, je mm, yeah. Ukienda huko, ukiuza mchele wako ukipata kikwazo cha kibiashara, wapi pa kuripoti je? Mm. Yeah, ukienda hivi, unajua pesa ile ukiipata ina thamani kiasi gani mm? au je? Yeah, ukipata tatizo la mtaji au mkopo unafanyaje? Prosi mm, umeenda, kuna utaratibu labda wa kikodi hii bidhaa yako inastahili kulipiwa kodi hiyo, mm -hmm. au unaweza ukafanya kwa sababu iko iko kwenye kiwango cha chini. Kwa sisi tumepeleka hiyo elimu advocacy kwa wafanyabiashara wetu kupitia hizo PPDs kwenye cross borders. Kwa hiyo tunawapa fursa za na hiyo na, kimsingi sisi kama mm -hmm. Chamber of Commerce kila mwaka tunahakikisha kwamba tuna database inayotuonyesha mwaka huu imepeleka fursa ngapi kwenye sekta zipi na ni wapi wanufaika. Naweza nikawapa mfano tu juzi juzi. Tumepata ujumbe kutoka Oman Chamber of Commerce, mm. Walikuja wenzetu pia eh, Dubai Chamber of Commerce. Lakini kuna wengine walikuja UAE, ambao wakija hapa, sisi kama chamber tunasainiana makubaliano, so, zinaitwa memorandum of understanding, yes, wa kushirikiana yani.